Urusi imetuhumiwa kuwadanganya wanajeshi kutoka barani Afrika ili wajiunge na majeshi yake kabla ya kuwatumia kuwavalisha mabomu mstari wa mbele vitani na kujilipua na hivyo kuwa kama nyama ya kusagwa katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Balozi wa Ukraine nchini Afrika Kusini Alexander Scheba amesema kuwa Moscow haithamini maisha ya Waafrika ambao walishawishiwa kwa hiari au kwa kujua kwenda mstari wa mbele wa mapigano ili kuongeza idadi ya wanajeshi wa Urusi inayozidi kupungua. Mwezi Novemba Kiev ilisema imewatambua wapiganaji 1426 kutoka nchi 36 za Afrika wanaohudumu katika jeshi la Urusi, huku kionya kuwa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrei Sibiha alisema wapiganaji hao wanatumika kama chakula cha mizinga katika vita ambavyo vimesababisha takribani Warusi milioni moja kupoteza maisha, kujeruhiwa au kutoweka tangu uvamizi kamili wa Ukraine ulipoanza Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Wakati huo huo, video zenye kuogofya zimeibuka kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha wanajeshi wa Urusi wakitumia lugha ya kibaguzi, wakitania vifo vya Waafrika na hata kumlazimisha askari mmoja kuvaa mabomu na kujilipua ili kuharibu ngome ya jeshi la Ukraine. Moja video zilizosambaa kwa kasi inaonekana kumwonyesha mamluki mweusi akiwa na bomu la ardhini lililofungwa kifuani akilazimishwa kwa bomu la kibinadamu na mwanajeshi wa Urusi aliyemshikilia bunduki. Askari huyo Urusi anatumia maneno ya kibaguzi na kumtaja askari huyo kama kifungua chupa akisema atalipua bomu ili kufungua ngome ya adui. Video nyingine inayodaiwa kupatikana mtandaoni inaonyesha kundi la mamluki weusi wakiwa katika msitu wenye theluji wakiimba kwa lugha yao ya asili. Mmoja wa wanajeshi wa Urusi anayerekodi video hiyo anasikika akisema, angalia ni wangapi wa kutupwa waliopo hapa. Anaongeza kuwa watakuwa wanaimba tofauti mara watakapopelekwa mstari wa mbele. Akizungumzia video hizo Cheba aliliambia gazeti la The Telegraph, kunaweza kuwa na kampeni nyingi za kushawishi barani Afrika, lakini mara tu mwafrika anapoingia kwenye vita hivi, anageuka kuwa nyama ya kusagwa. Aliongeza kuwa Urusi inaitazama Afrika kwa macho ya kikoloni na haithamini Waafrika, bila kujali kama walijiunga na jeshi lake kwa hiari au la. Wiki mbili zilizopita, binti wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma alijiuzuru nafasi yake ya ubunge kufuatia madai kwamba aliwadanganya wanaume 17 kwenda kupigana upande wa Urusi dhidi ya Ukraine. Wanaume hao wenye umri kati ya miaka 20 na 39 walishawishiwa kujiunga na vikosi hivyo mamluki kwa kisingizio cha mikataba minono ya ajira, lakini baadaye walituma vilio vya dharura baada ya kunaswa katika eneo la Donbas nchini Ukraine.